Ah, Malinyi Malinyi sio nyaa wala nyee Malinyi ah, kule mwisho naweka ai eh, eh. eh. Kwema ndugu yangu kwema, habari za kwako, presha ah, ya nini? Bol kama lile umeliona siku sikua Namungo? Boli kama lile boli, boli ndio linakuja mm -hmm. Simba tunayoitaka ndio ile inakuja, boli la kufunguka boli la kumfungua mtu Awa. Mtu anafunguka mwenyewe, kabana akabana kamwenye kafunguka utatoa utoi. Utatoa utatoa utoi. Mwenyewe kafungua pale, sababu timu kubwa Simba, timu kubwa Simba, timu kubwa tim yeah. tunawafunga kihalali, hatuwafungisi kama makando kando, kama wengine wanaofunga timu kwa makando kando mpaka, yeah. wape viloba vya unga yeah. wawazamini ndio, yeah. wanapointi wana, wana, wana za bure. Sisi yeah. tunazifunga timu yeah. kiuhalali yeah. kwa sababu tunajua mpira yeah. Ndiyo, anaitwa nafikiria, huyu msebi wa Bulgari anafikiria ubisho wa kwake yeye, ubisho kama unasema ni bisho wa kwake yeye, lakini kichwa kina akili mm. ya kufundisha mpira sawa. Sisi tunataka kuangalia kazi yake mm. na mafanikio yake. Mambo mengine, ile ni mtu tu mwenyewe anavyotaka, sawa sawa. Ni mtu tu mwenyewe hulka yake eh? Kwa maana mimi hulka yangu ni hivi, kuvaa culture, kufanya hivi na nini, maisha yake sawa, sawa. Sasa swala pengine amejichora akavaa viereni, wachezaji wengi wa Ulaya alikuwa mchezaji eh, eh, ile ni mwenyewe tu kutaka kuwa katika type yake, hivi. Sisi tunataka tuangalie kazi yake ikoje. Uh, mimi nafikiri kocha yeyote atakayekuja, makocha wote watakaokuja kati ya hawa walikuwa wana tetetetesi wanakuja kuja kufundisha Simba, timu ambayo ina project ya muda mrefu, sawa. Timu kubwa Afrika, makocha wote Afrika wanataka kuja kuifundisha Simba, wanahamu ya kuja kufundisha Simba kama walivyo wachezaji sawa sawa Ukija kufundisha Simba lazima utapata mafanikio kwa sababu kwanza imesajili kikosi kizuri, ina, wa, mm. ina wachezaji wenye talent mm. sawa, wachezaji kwenye akademi kubwa kwenye nchi za magharibi mm. sawa, wote mm. wakina h yaua wakina chamukarabu akina rushaina unaona, unaonapa unafunga magoli sawa, akina neo maema sawasawa, akina kamala wote wametoka kwenye nchi kubwa za mpira mm. kwa hiyo atakocha kocha akifika pale hana shida, hapati tabu, yeye anakuja kusimamia tu kocha pale Simba nakuja kusimamia tu, sio kufunja mpira watu mm. na kocha kama mm. yeah. hakuna ugumu. Ugumu wa nini? Wachezaji tayari wana mafunzo yote, information yote atakayoileta yeye, sawa. Ile information yake kama ya timu ya Gabelon ya kufunguka na kukimbia na kupiga long pass, wachezaji wote na fikiri zote wameshapita, wamesha wachezaji ni, ni wale pale wale pale chazi ya uwa akina Kip Denis sawasawa, akina Maema, akina mwalimu sawasawa, sawa. akina mwalimu akina Mkwala, unasikia, akina Soa wote wanaweza, ataweza, atabadilika, atabadilika. Unajua mtu anabadilika kutokana na tabia ya mwenendo, sawa na mazingira. Mwalimu pengine aliopita, au walimu aliopita walikuwa wanacheza toto football ya taratibu sawa so, sawa so. lakini mwalimu huyu mfumo wake ni wa kufunguka na kupiga long pass na kukimbia kwa kasi, kumshambulia adui kum, kum, yani unamlazimisha, una adui kwa hiyo kocha wewe, mnamtamani nani mkutane naye? Yanga Afrika, mtani Yanga Afrika namtaka tena, alafu namtaka mtani Yanga. Yeah. Afrika na, yeah. Na marefali wake, kina Kayoko wapango tena. Yeah. Na huyo akina Alagija. Yeah. wanayemfungia magoli, nasema hivi, au si marefali kaka? Yeah. Magoli, magoli unaona, magoli ya offside kaka uoni. Yani. Yale magoli ya offside uoni. Juu za lagija umeona nusu la offside. Ukuliona lile? Pale tumecheza sisi pale Yanga. Ukuliona? Ukuliona goli lile? Offside. Eh, uh, Mwanzie kayo kale toa mpira shoto kanje, au ndio lazima ucheze Hata kutoka nje. Hatukuwa na mipango na marefa kutoka nje. Wale walishapangwa na rais wao kutoka Marekani akateremka pale. Akateremka Misri, hatujua chukifanya Misri. Kwani, ah, sa mm. mm -mm. mm. Kwa hiyo ni mipango mipango, mm. hawa wanashinda mipango mipango na safari waikubali hai mm. Umeona, juzi wamecheza Mbeya wamecheza Mbeya mm. wanalalamika kiwanja yeah. Mbeya. mm. wacheza viwanja gani? Inne vya Ulaya Si viwanja ni vya Mbeya. Hawa kina Pakome tunawaona huko kwao, wanacheza kwenye viwanja ya kuvua mashati. Kama itakuwa mwakao hali ya joto ya kulala na mikeka nje ndani, joto waikubali, wasiweze kulalamika. Kama itakuwa hali ya baridi ya kujifunika mablanketi eh, saa saba mchana wakubali kujifunika, wasiweze kukataa. Hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu, hii ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio, yeah. yeah. Ya Simba tayari imeshaanza kupata muunganiko na Simba imeshaanza kuiva. Sawa, nasema hivi Simba tayari imeshapata muunganiko, Simba tayari imeshaanza kuiva. Mpira tuliokuwa tunautaka Simba sisi sawa, sio huu tu michezo miwili, hata mpira na Yanga umeona, sio umeona? Yanga tulimkabia juu, Yanga akacheza mpira gani? Alikabiwa juu, kama sio mwamuzi kufanya maujinga yake, kutoa goli offside, sawa saini, kwa ofside, ofside haiko ni shereheza mpira. Ofside haiko ni shereheza mpira. Mpira sio umeiona? Taje tangu na Yanga. Usisemate tangu. Na, sema tangu na Yanga mpira Simba unaiona na muunganiko? Ah, sema tangu na mechi na Yanga. Simba umeiona ina muunganiko? Tangu mechi na Yanga ukafunga unaona Simba ina mpira sio umeona uliocheza? Ah, mpira sio umeona uliocheza? Ah, mpira sio umeona uliocheza? Ah, sasa timu yenye muunganiko, timu unayosema yenye muunganiko ina watu miaka mitano Alafu mimi timu nimesajili wengi karibu na wachezaji kumi na tatu kumi na nne nakwenda kumchezea mpira ule, unategemea mwezi wa kumi na mbili kinatokea nini? Wengine wangapi wale zaidi wale walicheza wale wa zamani mwezi wa kumi na Larkin... mbili no wow, timu no. Wa, ok. Kaka kama ni bomu litakuwa limesha kaa sawasawa mwezi wa kumi na mbili tarehe tisa siyo hiyo, siyo kumi na tisa tisa hiyo kabisa kwa Simba hii kwa Simba hii na na huo usajili wa mm. so bonge la kocha nani no, acha ah, ah. acha mm. tetesi mm. mi nafikiri unachosema kwamba huyu kocha unayemzungumzia kwenye peji ya Simba kwa mimi nimetaja jina anasema tu mm. kwa hiyo katika makocha wanaokuja yo yoyote nakwambia, kocha yote atakayekuja Simba katika makocha atakayesajiliwa mm. na Simba safari hii bonge la kocha kama Fadlu Davids, umeona <coughs> <coughs> Fadlu Davids akikaa sekudameondoka wa w wa wamemtaka wenyewe uh, wamemtaka wenyewe hakuna <tukano> kona mafanikio Mafana. kapata mafanikio Mafana. ndani ya simba Mafana. na kwa sababu kule alitoka alipata mafanikio kama kocha msaidizi ndio maana wamekuja kumchukua kocha wao wameongeza dau wameongeza hukuona eh? kafika fainali kaka Paweza, kwa ni, ni, ni, ni, ni, ni. alifika na timu gani timu yake sasa sema ina muunganiko hii simba sio ilikuwa sema ina muunganiko si ndio? Mimi nimeingia fainali timu zote hapa East Africa, timu gani ilikwenda fainali? Vibonde vibonde eh. Ayo maneno ya, ya kihuni tu hayo, ayo maneno ya wahuni. Hayo ni maneno ya wahuni, achana na maneno ya wahuni. Unajua ukiwafuata Yanga eh, Yanga longolongo nyingi, Yanga longolongo nyingi, mdomo mdomo, kimdomo, mdomo mwingi. Sasa nakwambia waikubali hali mwaka huu kama itakuwa ya joto, kwa ya kuvua mashati ya kulala nje na mikeka, tunaacha ndani joto ah, wakubali uh, wasianza kulalamika. Kama itakuwa hali ya baridi waikubali. Imeanza Mbeya, unasikia wameanza viwanja, mara kocha sasa kinakuja, wameanza kocha. Wakija kufungwa wanakula bakora rahisi, wanahamnae <laughs> yani, kuna watu wametulia na bakora zao ukimya, wametulia wanamtafuta huyo huyo rahisi. Nasema hivi huyo rahisi atakwenda kupigwa bakora akifungwa tu maka sasa hivi wenye Yanga yao kama kina mzee Magoma mm. kila ukijaribu hivi bado watu wanamwona kama Magoma mnafiki mm. Magoma kama atakuleta fujo mm. Yanga mbona inashinda? mm. lakini ikija kufungwa tu, ikija kufungwa tu, kaka ajiandae rahisi. Sasa mzee Malinyi, naam, fujo ya nini uwanjani? Uwanjani mimi nileta fujo? Wewe umepata taarifa kwa mimi nileta fujo? Fujo na nani? kama hivyo mtu akakuongopea, huyo kama mtu amekwambia <totimus> pengine mwalimu amefanya fujo, akakuongopea. Mimi nilikuwa naamua ugomvi, sawa? Mimi nilikuwa naamua ugomvi, sawa? umashahidi wakina Muhindi, wakina nani alileta fujo? ni GB 64, na GB 64 ndio na alileta fujo, na anasema ametumwa na mheshimiwa, anasema ametumwa na mheshimiwa mwenyekiti, eh, watufanyie fujo sisi ambao tulikuwa tukimpinga mwenyekiti. Amesema hivyo wakati anafanya fujo, lakini bahati nzuri, bahati nzuri, kundi lao nguvu hawana, watakuja kuumia. Nasema kama nguti lao, kama wote tungeamua kweli kuzichapa, ingekuwa ni vitu vingine. Nasema hivi kama tungeamua tu kuzichapa, na sisi tukaingia pale, tukaamua, mimi na vile vingi wakatoa vichwa pale, lakini sisi wazee wenye busara tulikuwa tunaamua. Mwenzetu mmoja ndiyo aliwatengeneza, aliwapa ngumi za maana, aliwapa ngumi za maana. Alichukua ngumi mbili, akapoa, akakimbia, akarudi kwenye kwenye kwenye viti. Wale wengine wakajipendekeza kushuka huko chini, kwenye, kwenye corridor naye wakachezea mikono vizuri na kijana kwa sababu tunamwamini tungeingia sisi. Sasa tunachosema tunachosema, kama ni mwenyekiti amemtuma au kama hajamtuma amuite amwite mtu wake anamtangazia vibaya, kwa sababu itakuja kutokea balaa kama alete ugomvi. Amesema ametumwa na mwenyekiti. Ah, nasema hivi, wao wamesema ametumwa na mwenyekiti wafanye fujo, sisi tuliokuwa tukimpinga yeye sisi, sisi hmm. hatupangiwi hmm. kwenda kuangalia, kuangalia mpira. Sasa, mpira ni wa TFF. Nasema hivi uh -huh. mpira ni wa TFF na bodi ya ligi ndio hmm. mwenye mamlaka. hmm. Sio mjinga mwingine yoyote anaweza kuzuia mtu asiende kuangalia ligi. Sasa, hmm. Sawa, sio mjinga mwingine yoyote. hmm. Tunamuonya mimi na sisi tunamuonya tu. hmm. kwa anatumia jina lake huko hmm. muhuni hmm. atamchafua bodi ya ligi na TFF, tunaarifu kwa sababu tulishindwa kuchukua picha haraka pale mm. ili kuzipeleka bodi ya ligi kama ushahidi na TFF. Sasa, mm. yule kwanza, tulitumia busara. Sawa? mm. tulitumia busara mm. kwa sababu alianza ugomvi pale kwenye viti mm. pale pana mali za taifa. Sawa? mm. mm. eh? Sisi tukajaribu kuwatoa, kumshusha chini. Sawa? mm. Ah, bado ndio tunawaarifu kwa sababu tukio halikuweza kurekodiwa. Kwa hiyo tunatoa taarifa, huyu mtu amwangalie, huyu mtu amwangalie wa na mwenyekiti, huyu anasema amemtuma amwangalia, atamchafulia jina lake, atakuja kumtia hasara, kwa sababu yeye anasema tumetumwa tuwafanyie fujo nyinyi. Na sisi tutakwenda mpirani daima, tutakwenda mpirani na hatuogopi mtu yoyote. Sisi tutakwenda mpirani sababu mpira wa TFF, mpira wa bodi ya ligi, ila kama ataendelea na hilo tunamwambia mwambia huyo mwenyekiti aliyomtuma aliita ile kundi lake. Sasa aliita ile kundi lake, nisikilize, nisikilize, aliita ile kundi lake akae nalo chini, tunakwenda kuijenga Simba. Lakini kama bado wanataka vurugu, tukiamua kujibu mapigo hawataweza, hawataweza. Kama wataamua kujibu kujibu mapigo mapigo, tutaamua, hawataweza, itakuwa balaa sana. Hata hatutaki sisi magomvigomvi, tunataka twende kiwanjani, tukaangalie mpira kwa starehe, tutoke kwa starehe, sawa, wasije wakatuletea makandokando mengine. Hatuhitaji fujo mm. Mm. kocha, kocha la Yanga eh, unajua unaponuza kocha wa Yanga mpaka mm. sasa hivi mimi na hofu. Sidhani kama amerudi naye. Sidhani kama, mimi nafikiria yule amepita huko Manda, kenda zake Malawi Blanta. Kapanda ndege kurudi. Sidhani kama mbaya amerudi huko. Sidhani kama amerudi huko baada ya ile mechi. Mimi nafikiri kavuka Manda huko. Amevuka Mbamba Bay kaelekea Malawi Blanta yakaondokea ya huko. Kwani kwa ukusikia wanavyosema wenyewe, bora alitembei hawa wenyewe utopolo. Aa, matokeo utopolo, wanakuambia matokeo ndio wanalambika na kiwanja kibovu. uwanja eh? Uwanja mzuri, hakuna uwanja mbovu, uwanja mzuri. Zile ni dalili za kushindwa tu, jamaa zetu, dalili za kushindwa. Mimi nimekuambia, safari hii waikubali, hali ni matokeo ya Mwenyezi Mungu tu hayo, mbinu za kocha ukisema mbinu za kocha ni mzuri, sawa, ni nzuri. Hana mbinu, hana mbinu, eh, ndio hana mbinu. Si umeona bora alipigiwa siku ile kakabiwa juu wakati wote kakabiwa juu, si umeona alivyomkabia juu mbea sita, na safari atakabiwa hivyo hawataruhusu ha, watu ule. sasa utasemaje, ni kocha mbovu katika akashinda michezo yote, na sana michezo mbovu. hizo timu alizozizamini baada ya kuwapa viroba vya unga ya kuwapa viroba vya unga wanakula kambini wanakwenda kuachia matokeo kiwanjani, hiyo eh? Pamba eh, pamba haina mdhamini JSM, pamba haina mdhamini wa JSM. Ah, pamba haijadhaminiwa, nasema hivi.